Sasa tuko sehemu ya kwanza onyesho la tatu. Mandhari ya onyesho hili ni nyumbani kwa Sara, jikoni. Dina ametikia wito wa Sara wa kwenda kumsaidia kwa upishi. Sara anamshukuru Dina kwa kuja, anaomba radhi kwa kumtwika mzigo Sara na Dina wanazungumzia aliyopitia Sara hadi akaambulia ugonjwa. Dina anamsifu Sara kwa uvumilivu wake. Anaona kwamba imekuwa nafuu kwamba Sara anapata ugonjwa wakati ambapo mwanawe Neema ana uwezo wa kuyashughulikia matibabu yake. Onyesho linapomalizika, Sara anamjuza Dina kwamba Neema atakuja kumchukua kumpeleka hospitalini. Dina anavutiwa na kufurahishwa na hali ya Neema kumudu kuendesha gari katika mazingira ya mjini yenye watu wengi, barabara nyingi na magari mengi. Tathmini ya onyesho: onyesho hili linakuza zaidi suala kuu linalodokezwa katika sehemu ya kwanza, utamaduni. Utamaduni huu unaendelezwa na uafithina wa baadhi ya wahusika. Mazungumzo kati ya Sara na Dina yanabainisha kwamba yapo majukumu ambayo ni ya wanaume. Samahani. Mazungumzo kati ya Sara na Dina yanabainisha kwamba yapo majukumu ambayo wanaume hawawezi kuwasaidia wanawake kutekeleza. Pamoja na kuwa Sara ni mgonjwa, Yona anamtarajia kumpikia. Yaelekea mfumo mzima wa kijamii unaidekeza hali hii. Sara anasema kwamba wanawake wenyewe wamefanya wanaume kuwa jinsi walivyo. Kwa mujibu wa Sara na Dina, utamaduni umewafinyanga wanaume kwa namna ambayo wanajiepusha na kazi za nyumbani kiasi kwamba wanakuwa wageni hata pale kwao.